Oye safi! Nyaishozi oye safi! Nyaishozi oye! Aya, wote mmeshinda! wow. Samia oye! Samia safi! Na zamu hii wakina mama ni zamu yenu. Huyu ni mama mwenzenu, naomba mpende, tumpe ushirikiano, tumpe kura zote, kura za akina mama uwe ni mtaji namba moja. Wakina mama oye! Avigeregere kidogo, niwasikie. Wakina mama oye! Sasa hivyo hivyo vigeregere vinavyopendeza hivyo, vigere gere, vinavo, pendeza, hivo. Oktoba 29 naomba wakina wakinamama wote mtushike mkono, wanaume na sista waunga mkono, twende tukampigie kura Dr. Samia. Samia oye! Tukisha mchagua Dr. Samia, haya ambayo tumeyafanya kwenye kata yetu ya Nyaishozi na zile kura, sasa hivi kila kata atakuwa anaangalia Nyaishozi. bakampe kura zinga mbwenu nyawakinda kindaaba ninja ikulu ikuru ninsaba maendeleo ga Nyaishozi

Kama mmenielewa naomba nione mikono yenu kuhusu kura za Dr Samia. Samia oye! Oh, mwakora, naona mmenielewa. Chama cha Mapinduzi, kwenye historia ya nchi yetu hakuna chama kingine zaidi ya Chama cha Mapinduzi chenye uzoefu wa kuongoza nchi yetu bila nchi kuingia kwenye machafuko ya kivita, ni CCM ya peke yake. Nimekuja kuwaomba tuchague mafiga matatu hapa. Nimeshaona kura za Dr Samia zipo ni mbasima mbwenu nanye mtabani wanyu nimwe munzeire nanye zangenzi vura kwe zange enzibura aya kanzibone nyoshe munyoshe nzibone zangu na mimi oye, ni mbona oh, nanye nadia makora. Sasa lingine, wananyaishozi, siri ya mafanikio ya kata yetu ya Nyaishozi kuendelea kumchagua kakangu Mashanda ni mwendelezo wa maendeleo. Mheshimiwa Mashanda ndiye aliniambia kwamba wananyaishozi wakituchagua Tuunganishe Nyaishozi na Bushangalo. Hii barabara ya kuanzia Nyaishozi pale Katinde Kakurejo. Wazo alinipa Mheshimiwa Mashanda. Na mimi nashukuru sikumwangusha Mashanda. Oye oh, sasa tuchagueni Oktoba 29, hii safu ya Samia Bashungwa na Mashanda. Barabara ile nimeipita, nimetumia dakika 42 tutaitengeneza ili tuwe tunafika Nyakaiga ndani ya nusu saa. <tukarabu> Samia oye! Hizo ndizo sera za CCM, tunasema tunatenda. Siku zile tulikuja hapa, barabara ile haipo. Tukasema tuchagueni, tunatoboa tunawaunganisha, tumefanya. Sasa hili tunaomba mtuchague, tupunguze muda wa kufika Nyakaiga na inawezekana.